Achana na watu walishashindwa mapema, hawezi kushinana sisi, hauwezi ah, kushinda. Wewe una nyumba na mtu ana nyumba udongo maana nyumba udongo ana samani kuliko asokwa na nyumba? Muda huo wanasema, lakini hata wao medali wanayo. Ya nini? Ya yanini sisi tumechukua jana medali na kwenye mechi mchezaji bora mchezaji wetu, waulize wao kama kuna mchezaji bora akachachukua kwao. Alishabani kama na Akera sasa hivi. Achana na akili zake haziko sawa sawa. Acha afanye maandamano yeah. Sisi Simba timu yetu imefanya vizuri, mategemeo yetu hayakuwa haya, wao haya. Litabidi na kwa mabingwa wametolewa kwenye makundi, sisi tulisema tunaendeleza timu lakini mwisho wa siku tumecheza fainali. Mechi imeisha jana. Sasa hivi tunarudi, tageti yetu tunawapokea, tunarudi kwenye mashindano ya ndani. Kuna maneno yanasemwa kwetu, haya maneno tunaziba masikio, tunapambana kwenye mechi za ndani na makombe yote, tageti yetu, yetu. Sasa hivi tubebe makombe yetu hapa nyumbani katukosea na Afrika nzima na dunia imeona. Kwa hiyo kwa mtu aliosema kama alikuwa i shauri zake, lakini kwa upande wa mechi ya jana mwarabu mwenzao lakini sisi lefa jana akatumaliza, slogan imekwama ime hii tunabeba imevurugika kabisa. Ilianza hii, hii tunavuka, tukatoka tukasema hii tunaingia nusu, tukasema hii tunabeba. Katika slogan hizo tumeshindwa moja ya, ya, ya hii tunabeba, tutajipanga tena lakini tushukuru vile vile katika mechi zetu tunacheza nyumbani hatujapoteza gemu nyumbani, zote tumeshinda, tumetoka sare. Kwa hiyo katika mali fulani hatuadai, atakayesema mwache aseme, lakini hatu adai wachezaji wetu ndiyo Mungu alotupangia. Tumepata tisini tume na tatu, tumepata ishirini na tano. Kwa hiyo hamna kitu kingine tunachodaiwa. Hatuko sawa, si wakubwa, hatuwezi kufanana na Yanga. Use, si tunacheza fainali ya pili na si, fainali watu wameliona kombe Zanziba wao Yanga wameliona wapi? Algeria, Algeria. Kwa hiyo sio wakubwa zaidi yao. Yes. Ngoja tuwasubiri wanajeshi wanashuka hapo. Labda ile stofahamu wanjani Kamara pamoja na ngoma wanasimba wengi mmekuwa mtaamaji. Tempa ya mchezo ni kawaida tu ni kawaida tu, kwa sababu alikuwa kwenye mchezo, kila mtu aliutaka ule mchezo. Kwa hiyo Camara hata kama alienda, lakini waliingia vyumbani wakaelekezwa vizuri, mwisho wa siku wamemaliza kila kitu kimeenda vizuri. Kwa hiyo ile tembe, watu wasichukulie kama hivi, wachezaji walikaa pamoja katika mchezo, lakini baadaye wamerudi, wamecheza mpira na mechi imeisha, wamekumbatiana, mechi imeisha. Kauli ya naibu waziri mwana FA kusema kafu waandae wao, w wanateua wao, bingwa wao, nisibo sahihi. Kila mtu kaona we, kwani ujaona? kwamba mwamuzi alitaka wale wabebe. Usiniulize mimi, we mwenyewe hujaona? Wewe wewe hujaona? Tumeona uamuzi haukuwa mzuri, huo ndio ukweli na kila mtu kaona kama kama kama kama. Kama, kwa hiyo mimi ukiniuliza, itakuwa kama nakosea, ila kila mtu kaona, hujaona, kaona mwandishi ambaye yuko Vele Coast, wewe mwandishi wa Tanzania, ujaona masikitiko makubwa. Hata kama angekuwa fair, lakini nimetoka moja moja, bado msingepata problem. Mechi imeisha, tumehamishia ngome yote nyumbani, tunasubiri wanajeshi wetu tuwapokee. Unaona wana Simba walivyokuja kupokea timu yao. Hayo mengine tuwachane nayo, yashapita. Tumechukua medali, tunasubiri makamanda wetu. Mtu hatari kachukua mchezaji bora katika mechi, tunacheza na wale wa Hispania wale, mtendaji bora John Rafael Boko jana, wa mtendaji bora Bundo Bundo Mutare, winga hatari, kwa hiyo yeye sina doubt. Waulize hao waliocheza fainali, kuna mtu alichukua tuzo yote? Bado tunajenga timu mpaka sasa tunajenga timu, ila msimu ujao hatujengi timu, tunabeba vikombe vyote. Jamani, mpira pesa. Mmechukua medali, sherehe hivi, ningeshika kikombe hata ningekaa hivi, jamani. Kwa nini? Kwani wewe medali unayo? Wewe medali unayo we kuna watu medali hawana, kuna matimu makubwa ametolewa waidali katolewa national katolewa, kuna matimu makubwa yametolewa, sisi tumechukua medali haya. Huyo national ambaye ndio mkubwa leo medali anayo ya medali yanayo national, Simba tunayo. Ndio maana unaona watu wanafurahi, simona unaona watu wote wa? wanasubiri Simba tena. Kama wewe upendi hiyo, shauri zako, lakini medali kwetu vilevile ni faraja. Yanga wanasema nyie mmechukua medali, lakini magoli mengi tatu kwa moja, e aakini walikuwa wao mbili mbili Hachana nao na tuchezi ngoo, si tunaongelea mpira, si sio? Atuchezi ngoo, si tunaongelea mpira. Na tumesikia dabi ya tarehe 15 inachezwa amani, tujiandae. Tunarudi tena Zanziba yes, tunarudi tenatae 15, tunarudi tena Zanzibar za dabi ya tarehe tare, si sio auni? Inachezwa ligi tarehe 15, zidi ya mwiko nyuma Zanzibar. Kwa hiyo tutakutana, mtakosa yetu na tageti yetu na mashindano ya ndani, na niwahakikishie wana Simba wasikate tamaa, tunabeba vikombe vyote kwa mziki wa jana, amna atakayetuzuia. Aziziki anatamba, hey, yes. Nani? Anatamba yeye wa idadi hawajamuuza kaondoka bule, sababu alikuwa anacheza kwa iksani ya bule. Kwa hiyo kaondoka bule, kwa mnavyowajua wana hao nyuma mwiko, mchezaji hajamaliza mkataba, wana mechi na dabi mbili, wana mechi za ligi tatu, wangemruhusu yule? Kaondoka bule, alikuwa anacheza kwa mipango. Kwa hiyo kaondoka bule na mmefurahi, mchezaji ambaye alikuwa anawafunga mara kwa mara. Hatujafurahi, tulitaka abaki ili changamoto iwepo, sababu katika wachezaji wao wale wote magarasa, hamna kitu. Nashukuru sana, ngoja tuwasubiri wanajeshi wetu.